Ame ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Hatutakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi siyo kwa staili gani, mradi kwa FIFA amemwezesha, sisi tuko nao, sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale asari wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heli, sisi wote ni watu wa mpira wa miguu ndoi stare yetu kwa mfano kama mimi sina stare yote zaidi ya football, ndio stare yangu na kushiriki ibada tu, kaka, unajua e, chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa, wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe, binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake, ndio ilipofikia, ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Na ukiangalia kila mtu anataka nafasi a ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata kaka, maanake hmm, hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika eh, kalia yake ya mpira. Huoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka eh, kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na, na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma Itali, eh, alipata mwaliko eh, wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu eh, barani Ulaya uone experience uzoefu unaopata, kama utazidi kuwaletea shida shida. Kwa sababu hili ni swala la kififa, a kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stili yake, jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na i wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti. Na yeye cheo chake, cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu E, balani, kwenye FIFA, kwa hiyo ni kama mjumbe kama mjumbe, hii kwenye vilabu haitoleta shida. Ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni, ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo alio, alioifikia alio hata mimi chumvia mae vilevile, natamani vile vilevile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambua vile vile. ni jambo la heri, kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza, alisumbui ligi yetu mwenyewe, nafikiri ukiangalia mm. Labda sana sana sana sana kule FIFA alikokwenda, sana sana, sana, sana ajitahidi labda kuwa karibu na labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri viwanja vyetu nafikiri, nafiki vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi mingi, mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kilisani cha kukangabisi ile muda hmm, mwingi kinarukaruka, kina hey, hey. Juzi ikawaje tena mkapigwa nne Chumvia mai hapa, tumekuja kwenye swala lingine yeah, tena unaleta yeah, tena kwenye yeah, sala hilo yeah, la ubaya bwela hiyo yeah, yeah. Tuliacha hapa, tumekuja kwenye mambo mengine bwana.